Hey. Piga makofi mingi kabisa. Piga makofi mengi kabisa. Amen. Tunaambiwa maandalio waliyofanya Israeli ni pamoja na toba pamoja na nini? Na toba. Toba ni mabadiliko. Haleluya. Walibadilika yale mambo yao ambaye yaliyo kinyume na naa wakayaacha, wakabadilika, wakaanza Waka mambo mapya. Haleluya Alina. Na sisi kupitia ipasaka tuonyeshe toba kuanzia ndani ya mioyo yetu, toba ianzie ndani, mabadiliko yaanzie ndani. Hata kama useme amina. Walibadilika, na wewe ubadilike, ungeokee cuzezo so. Uwache mambo yale mabaya, uwache mambo yaliyo kinyume na mapenzi ya chizezo so. Achana nao unapobadilika ili kuyafufua yote yaliyokufa juu ya maisha yako, pigia makofi Jesus only, makofi makubwa kabisa. Uko tayari kubadilika? Mabadiliko, badilika, tubadilike. Na pia unapoonyesha mabadiliko unatengeneza mazingira mazuri ya Roho Mtakatifu kuketi kwako, ambaye ndiyo Jesus only sasa kama taketi kwako kitu kita kita gani, kitakamulili kitakacho kusumbua? Shida gani takaye kutesa wewe? Mchawi gani takaye kuroga wewe? Haleluya! Aliyevaliwa na Roho Mtakatifu, magonjwa kwake hayawezi kukusogelea, hawezi kuonewa na wachawi, hawezi kutishiwa na wachawi kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu mtu huyo imemkalia ndani yake, Amina. na Roho Mtakatifu ni moto, Amina. Ambaye ndiyo Yesu mwenyewe ni moto lao. Takataka taka zote, uchafu wote uliokaa ndani yako lazima utatoweka, Amina. Lazima uondoke. Amina. Tuonyeshe toba, mabadiliko, Amina. Kugeuka, tumgeukie Jesus only tufuate vile anavyotaka yeye, na kama tutafuata vile anavyotaka yeye tutabarikiwa, na hiyo Pasaka kwako itakuwa ni ya baraka, na hata utakapoenda kuketi kula kile chakula, mambo mazuri lazima yatatendeka juu ya maisha yako. Twende msomali, msomani wangu, sifa za chumba cha Pasaka, sifa za chumba cha Pasaka. Chumba hiki